Fanya mapitio makubwa ya mitaala kama ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alielekeza kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia mwaka 2021. Na, na maelekezo yale Mheshimiwa Rais yalikuwa ni kuboresha sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 pamoja na mitaala, ili kuhakikisha kuwa wahitimu wetu wanapata ujuzi wa kuajiriwa au kujiajiri ili waweze kumudu maisha yao ya kila siku na hatimaye waweze kushindana kitaifa, kikanda na kimataifa. Mwelekeo wa mtaala huu tayari sera, tayari imeshatoka na pamoja na mitaala ya kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata ujuzi wa kuajiriwa na kujiajiri. Ndugu wadau wa elimu, nafahamu kuwa jukumu hili limekamilika kwa ufanisi na kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa sera yetu pamoja na ile mitaala kimsingi, taasisi hii ya elimu Tanzania ndio moyo wa elimu hapa nchini, na hasa kwa kuwa ndio inayojenga msingi wa elimu kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha sita. Na kutokana na ukweli huo, serikali itaendelea kuimarisha idara hii, taasisi hii ili ifikie maono ya kuwa kitovu maridhawa cha ubora katika uandaaji, ukuzaji na ubunifu wa, wa mitaala yetu.